Nitakusomea kitabu cha Isaya sura ya sita kuanzia mstari wa tisa pale, anasema naye akaniambia, enenda uwaambie watu hawa, fulizeni kusikia, endeleeni kusikia, lakini msifahamu, fulizeni, endeleeni kutazama, lakini msione, uoneshe unoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Kwa lugha rahisi, masikio ya mtu yaliyoziba ambayo haisikii sauti ya Mungu, macho ya mtu ambayo hayaoni kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, aidha ni ndoto au maono, hayaoni picha yote, yale uharibifu unaweza ukamkumba huyo mtu na ukamtesa na ukamwangamiza. Kutembea katika wokovu pasipo sikio kusikia kutoka kwa Mungu na pasipo kuona vitu katika ulimwengu wa roho, adui anaweza akatega mitego mbele, akachimba shimo na tukadumbukia, kwa sababu tunaenenda tumeokoka, lakini macho yetu yanafanya nini? Hayaoni wala masikio yetu hayana maelekezo yote ya kututaadarisha yale ambayo ya anapasa kutokea tukaponywa na tukaokolewa. Kumbuka Biblia inasema, Mungu ulifanyaje? Ulituma neno lake ili aweze kufanyaje? Kuwaponya na kuwatoa watu katika maangamizo yao. Kwa Mungu anataka kumponya mtu au kumtoa katika maangamizo huwa anafanyaje? Analituma neno lake. Neno hilo wakati wa agano la kale alikuwa analituma katika vinyo vya manabii watumishi wake special. Kwa kuwa neema ya wokovu ilikuwa haijafanya makao ndani ya waamini, lakini katika agano hili jipya Biblia imesema katika kitabu cha Marko sura ya 16 imesemaje? Imesema kaubirini injili, si ndio? watakaoamini watafanyaje? Wataokolewa, wasioamini wamekwisha hukumiwa tayari. Lakini nasema wale watakaoamini ishara hii, ishara hii itaambatana mmoja ya ishara ni kunena kwa lugha mpya, kuweka mikono juu ya ugonjwa kupokea afya, kuweka mikono mapepo kukutii na kuondoka, tashika nyoka, vitu vya kuvisha, vitu vya kuua, vitu vyenye sumu na vitaweza kutudhuru. Ni ishara siyo ya maaskofu, sio ya mitume wala manabii wala wachungaji wala wainjilisti, ni ishara ya kila aminiaye, na mmoja anaye amini ni wewe na mimi na yule wanzasea hicho kichoa tik katika Isaya sura ya sita mstari wa tisa na wa kumi kimekuja kujirudia kupitia maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Kuna wakati Yesu Kristo alikuwa anazungumza kwa mafumbo na Wayahudi, si ndio? Wakawa hawamwelewi wakamuliza, kwa nini unazungumza kwa mafumbo katika lugha ngumu? Yesu ananukuu kile ambacho Isaya alichoandika kule Isaya sura ya sita mstari wa tisa Isaya, Marko sura ya nne mstari wa kumi. Anasema amesema, naye alipokuwa peke yake wale watu waliomzunguka na wale tenashara wale wanafunzi walimuuliza habari ya, ya ile mifano. Yesu Kristo alimuuliza, akawaambia ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka wakageuka wakarudia wakamrudia Mungu na kusamehewa. Yoyote ambaye anapata neema ya kumsikia Mungu na kuona katika Roho, kuna neema, kuna mlango, kuna room ya yeye kumgeukia Mungu, kuongoka walezazue kuna neema ya kuponywa. Mungu waga anasema, hata kama mtu ana shingo ngumu au ana kichwa kigumu, waga anasema kupitia ndoto, maono, kupitia vinywa vya wapendo watakatifu wa Mungu na Roho wa Mungu, kupitia watumishi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Waga anafanyaje? Anasema, anatahadharisha mambo kada yawa mabaya Ukiona mtu yupo kanisani anaopoka na, na mambo mabaya yanampata kabisa, ujue aidha kuna watu ambao walisikia sauti ya Mungu wakanyamaza, wakakaa kimya, au yeye Mungu alimwambia mara kwa mara hakuelewa, au alielewa akawa na shingo ngumu. Ila Mungu aruhusu mtu aingie wa katika uharibifu wala mabaya, huwa analituma anaituma sauti yake, anaituma neno lake sana. Wako watu kadha wa kadha ambao Mungu alipotaka kuwaponya alitumia vinywa vya watu. Mtu wa kwanza anaitwa Naaman. Huyu Naaman alikuwa ni mkuu wa jeshi la Aramu, ni mkuu wa jeshi la Aramu. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura ya tano 5 mstari wa kwanza hadi 14, huyu Naaman alimchukua mfanyakazi wa ndani, binti wa ndani wa kazi wandani, alikuwa na ukoma huyu mkuu wa jeshi alikuwa na nini? Na ukoma. Yule mtu wa kazi alipomwangalia, akaniambia akamwambia, kuna nabii kuna nabii, akikutana naye huyu baba mwenye nyumba anamwambia. Sasa mama yake mama mama, mwenye nyumba baba akikutana na huyo nabii atapona. Yuko wapi? Yule mwanamke mume wake anakuja na amani, mwenye ukoma anaambia huyu binti ameniambia kwamba kuna nabii fulani. Kwa hiyo Mungu alianza kumtumia nani sana wakazi akamdirect kwa huyo nabii. Walipomfikia nabii alikuwa ni nabii Elisha. Tumesema Wafalme wa Pili sura ya tano. Alipomfikia nabii Elisha, nabii Elisha alisikia sauti kutoka kwa Mungu. Mungu alimfunulia akamwambia, mwambie huyo mkuu wa jeshi Naaman aende katika mto Yordan alijobe mara ngapi? Mara saba nini huyo mkuu wa jeshi jenerali alijibu na Elisha na wafanyakazi wake wale machawa wake, aliambia mtumishi wa Mungu, nilifikiri nitakuja hapa ataniwekea tu mikono, ananiambia, anaambia nikajichove kule mto, kwani hamna mto mwingine hapa Israeli mpaka nikajichove kwenye mto mchafu? Si omsimbazia sana. Bwana asifiwe. Ndio washirika, ndio maneno ya wapendwa yalivyo. Nilifikiri yaani, nimefunga safari yangu, nimemfuata mtumishi wa Mungu, nimejielezea kwa hisia zote, yaani mtumishi wa Mungu anajibu simple tu, hata hajaniwekea mikono. Unataka Mungu akuhudumie unavyotaka wewe, sio Mungu anavyotaka. Mtumishi kama anaongozwa na Roho wa Mungu sio lturujia lazima kuwekee mikono, anaweza kaongea na wewe tu akakuchekesha hapo, akakuambia soma andiko fulani tayari akupikie sona kama shika maji ya ujo tayari, anafanya vile ambavyo Roho wa Mungu anamsukuma ndani yake na mali akajichova mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Alivyomaliza mara ya saba, vila sehema ule ukoma ulikauka, akawa kama ngozi ya mtoto mdogo no. maelekezo ya Mungu Bwana atafie sana. Mtu wa pili tunamwona mfalme Ezekia. Mfalme Hezekia, Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 38. Isaya aisaa 38 mstari wa kwanza hadi wa tano. Alikuwa ni mgonjwa wa kufa kabisa. Mungu alipotaka kumponya mfalme Hezekia aitumia kinywa cha nani? Cha nabii Isaya. Akamwambia, nenda kwa mfalme Hezekia kamwambia atengeneze mambo ya nyumbani kwake, anakaribia kufa. Kuna watu wengi nishawaambia nini leo? wengi tengeneza mambo ya nyumbani, wanakaribia kufa, miaka sio mingi watalala, kama kuna migogoro zao kaka zao so. Kwa hiyo Mungu ali- alitaka kumponya Ezekia kupitia kinywa cha nani? Janani, janani Isaya. Ezekia bina sema Isaya kondoka nabii Ezekia yu miyukia ukuta, alimwambia Bwana akamkumbusha yale ambayo ameyafanya mwana mwana mwana mwana nimekuongezea miaka mingapi? kumi na tano. Lakini yule nabii saa hiyo tu kumwambia tengeneza, utakufa. Akati uko njiani, Mungu akamrudisha tena, akaambia kamwambie tena, nimemwongezea miaka mingapi? kumi na tano ya kuishi. Mungu akitaka kukuponya au kukutoa katika maangamizo, uwaga atafanyaje? Atasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mfano mwingine, ule mwanamke anaitwa mwanamke wa Shenemu mwanamke wa Shenemu mtoto wake alikuwa amekufa katika mauti ya kufa. Ukiangalia kitabu cha Wafalme wa pili, Wafalme wa pili sura ya nne mstari wa 18 hadi wa 37, mwanamke wa Shenemu mtoto wake alikuwa amekufa alipokutana na nabii Elisha. Nabii Elisha akampa maelekezo vile ambavyo Mungu alimwelekeza. Mtoto aliyokufa alifanyaje? akarejeshwa usema wake akafunguka. Lakini Mungu alifanyaje? Alitoa maelekezo. Lazima tusikie na kuona rohoni nini Mungu anasema kwa ajili ya uponyaji wetu na kwa ajili ya ukombozi wetu. Yesu asifiwe sana. Bartolomayo kipofu, Marko sura ya kumi, Marko sura ya kumi mstari wa arobaini na sita hadi hamsini na mbili Bartolomayo ambao alikuwa haoni alisikia kwamba Yesu Kristo mnazareti anafanyaje anapita leo. Maandiko anasema aliposikia habari za Nazareti, akaenda akaambia, niongozeni. Kipofu akaenda kukaa kando kando ya njia. Yesu wakati anapita, ile vurugu ya watu wana kimbizano na kanyaga, akapaza sauti yake akasema, Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ni rehemu. Wanafunzi na watu wakamnyamazisha, yeye aliendelea kuita tu, yeye aliendelea kuita tu. Ikafika mahali Yesu Kristo akasema, anaita ni nani? Akamgeukea Akawambia imani yako imefanyaje. Kwa muda mwingine, ung'ang'anizi wako wewe, hata kama watu watakunyamazisha, watakukatisha tamaa, ung'ang'anizi wako wewe ndio utapelekea Mungu aone imani ndani ya moyo wako, nasababisha uponyaji au ukomboze kwenye maisha yako. Onezaziwe sana. Mwingine yule mwanamke ambaye alitoka damu kwa muda wa miaka 12 Marko sura ya 5 mstari wa 25 hadi 34 ili asema alisumbuliwa na kutoka damu miaka mingapi? Kumi na miwili. Alikuwa na fedha, aliuza mali zake, alihangaika na waganga wa kienyeji na madaktari wote wa mjini, maka alikuwa ni mama wa mjini, alikuwa anajiweza kidogo. Baada aka kumambili akasikia kuna Yesu Kristo anahubiri na anaponya watu. Aliposikia akasema, nitaenda na nikimkaribia huyo Yesu anayehubiri na kuponya, nitashika upindo na vazi yake na nitakaposhika tu hivi mimi nitapona. Aliamini kabla hata hajafika kumkaribia Yesu, na alipofika katika makusanyiko akajipengeza. Kumbuka katika torati ya Musa, katika sheria ya Musa, mwanamke mwanamke akiwa katika siku zake za mwezi haruhusiwi kuchangamana na watu, anatengwa mpaka siku saba ziishe, ndio anaruhusiwa kuchangamana. balenazue katika torati ya nini ya Musa akigundulika anapigwa Vipi tutumie torati ya Musa? Tupo chini ya neema ya Yesu Kristo sana Yesu asie sana, wa sana? Akajipenyeza hivyo mshika Yesu Kristo biblia sema, Yesu akajihisi ndani yake kuna mtu amemgusa na nguvu zimemtoka. Na ndio maana watumishi wa Mungu unapokuwa unahudumia watu, ukiweza kuhudumia watu baada baada ya kuombea watu na kuwekea mikono, unaanza kusikia mgongo unauma mara, so uchovu na ndio maana kama uko vizuri, kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, wengine wanapigwa na mashambulizi makubwa sana, aweza akawalaza kabisa, kwa sababu unapoekea watu mikono, unashughulika na falme, ni vita katika Mungu wa roho halo, lazima ujidhatiti vizuri ndani yako, mahusiano yako na Mungu, na Mungu akuongoze ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mfano mwingine, kuna anasema ni masikini mwenye kupoza. Kuna Marko sura ya 2, Marko sura ya 2 mstari wa 1 i